Nchi yetu ziko saba. Moja ni utu, yaani nchi ya Tanzania inatambua utu wa Mtanzania. Wakati tunaenda kwenye uchaguzi mkuu, hili litambulike, ndio lengo laikaoichi. Washiriki wa uchaguzi ni watanzania wote, lakini washiriki wakubwa ni wanasiasa, ni vyama vya siasa, ni waona hapa wao watu eh, si, wa wawa nyie ndio washiriki namba moja. Watu wa Chadema, mnajua kwamba utu ni tunu ya taifa na inatakiwa kulindwa. Washiriki kwenye uchaguzi ni wale wanaosimamia uchaguzi, tume ya uchaguzi inajua kwamba utu kwa sababu ikifika mahala mwanasiasa anasimama kwenye jukwaa anamtukana mwanasiasa mwenzie, kamwondolea nini? Yule mwanasiasa mwenzie kamwondolea utu wake. Tusikubali yale maneno. Hiyo siasa ni mchezo mchafu, uongo, huyu anafanya kusudi. Ah, maneno siasa <laughs> ni mchezo mchafu, yaani maana yake ukiwa kwenye siasa uruhusiwe kutukana. Uruhusiwe kudhalilisha watu. Hayo hapana, hapana. Sisi viongozi wa dini tumsemei hili. Ulinzi wa utu wa mtu. Sikiliza Qur'ani inavyosema. Sikiliza Qur'ani inavyosema. Sikiliza Qur'ani inavyosema. Qur'ani, Qur'ani Mola wetu anasema baada audhu billahi minashaitani rajim. Kwenye eneo la utu. Kwenye eneo la utu. Mungu anasema

Kwa kweli ilivyo mwanadamu ni kiumbe wa thamani, mwanadamu ameheshimiwa, haitakiwi heshima yake kuvunjwa, huyu ana thamani. Tumemweka mwanadamu bahara na baharini, tumemruzuku vitu vizuri, mwanadamu tumemfadhili mwanadamu, kwa Qurani inaelekeza heshima ya utu wa mtu. Kwa mwanasiasa yoyote kwenye uchaguzi utunaokwenda nao, wakati anakwenda anaandaa zile nondo zake za kwenda kueleza ilani ya uchaguzi ya chama chake, anaenda kueleza anayoyataka, achunge utu wa mtu. Huyu unayekwenda kumdhalilisha kwenye kirili ana watoto, huyu unayemtukana ana baba ana mama lakini ana dini yake, ana kabila lake. Kama ukwenda vizuri, tafsiri yake utaamsha hisia za makundi yote haya. Kumbe Qurani inatutaka kuheshimu utu wa mtu. Sisi hata kule kwenye mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani, mwezi ibada sana, umeambiwa hata ikitokea mtu akikutukana usijibu, mwambie inni So, mimi nimefunga, bali sijibu matusi. Sasa wewe mwana siasa, chama cha siasa lengo lake ni kuchukua nchi <laughs> lengo la le, chama cha siasa ni kuja kuchukua nchi. Hakuna chama cha siasa. Ukisikia chama cha siasa lengo lake ni kutawala, mtu yote asikudanganye. Sasa, ikiwa wewe maelezo yako yatakuwa ni kuvunja heshima za watu, kutukana watu, kudhalilisha watu, haijalishi chama cha mwenzio au nyinyi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu kuna vita huko ndani ya vyama vyenyewe. Kuna vita ndani ya vyama vyenyewe, na hiyo vita ndio tutakayoanza tulishuhudia. Hapa katikati kuna chama ndio kinafanya uchaguzi, watu wameadhiriana kama hawajui kuna kesho, kwa sababu mnavunjana heshima leo, afu kesho mnaenda kuambia hawa watu mlokushawaaminisha huyu hafai, mwizi, tapeli, afu kesho sasa huyu ndio mwenyekiti wetu.